Ni Bugoma TV habari, habari. Mimi ni Profesa Jumanne Abdalla Magembe, ni mwenyekiti wa kamati hii ya ushauri wa misitu Tanzania. Tumekuja, tumekuwa na bahati kubwa ya kuja katika kijiji cha Katuma na mheshimiwa mwenyekiti, tumefurahi sana Tumetabasamu hapa mpaka kama jino ya Alhamisi yametoka, kwa furaha tuliopata hapa kwamba kijiji chako na vijiji vingine vya jirani mmeungana mkawa na mradi mkubwa wa kaboni ambao sasa mnapata mapato yanafikia shilingi bilioni kumi na nane. Kwa kweli sio kitu kidogo, katika elimu kwamba mmejenga shule mpya za msingi na sekondari, na shule hizo mmezijengea madarasa mazuri, mmezipa vifaa vizuri, watoto wanasoma vizuri na wanakula shuleni. Kwa hiyo hiyo imepunguza utoro kwenye shule na imeongeza uandikishaji wa watoto kwenye shule. Katika hii, moja hii vijiji vinane ni <clears throat> ni zahanati ambazo zinafanya kazi na tumeona wamama wanahudumiwa, watoto wadogo wanahudumiwa, watoto wa shule wanapata huduma ya afya. Hili jambo ni jambo zuri na sisi kwa kweli tunalihamasisha na tutamwambia, tutaiambia serikali hasa waziri ambaye anahusika, tutamshauri kwamba sasa tulisukume kwa nguvu, kwa sababu tumeona matunda yake kwa uhalisia. Ziara yetu hii hapa imekuwa na faida kubwa sana, na kama inaweza kutusaidia tukaweza kupanua huduma hii kwa wananchi wengi zaidi wa Tanzania, nadhani wananchi watafaidika na taifa litafaidika. Hata wananchi wa mmoja mmoja wa Tanzania, tukilichukulia jambo hili kwa uzito wake, watafurahi sana kwa kupunguziwa kodi, kwa sababu miradi hii inazalisha hela nyingi sana. Hivi ni vijiji nane ambavyo vina mradi huu. Kila miezi mitatu vina, eh, kila miezi sita vinapata bilioni kumi na nane. Hebu jumlisha kumi na nane uzidishe mara mbili ni bilioni ngapi? thelathini na sita. Ziara yetu hapa imekuwa imekuwa muhimu sana na sisi tunategemea tutaishauri serikali vizuri iweze kupanuliwa katika vijiji vingine, na iweze kupanuliwa katika halmashauri moja moja ambazo zina misitu mikubwa sana hapa nchini kwetu. Tunategemea kwamba serikali itaelewa na kulisukuma jambo hili ili kuhakikisha kwamba misitu yetu ina inatoa mchango mkubwa katika bajeti ya taifa menyekiti serikali ya kijiji Katuma, hapo awali msitu ulikuwa ni holela, lakini baada ya kupata elimu baada ya kupata elimu na tukatoa serikali na baadaye serikali na yenyewe ikatoa elimu kwa wananchi ili kuweza kutunza mazingira, wananchi walikubaliana wakatunza mazingira mpaka tukafikia kwenye process sasa ya kuanza kupata fedha kufanya biashara ya kaboni, lakini changamoto zilizotukuta walikuwa ni wachimbaji wadogo wadogo wa madini ndani ya msitu wa hifadhi. Kupitia kamati ya ulinzi ya misitu pamoja tukishirikiana na watu wa halimashauri tulifanya kazi ya ziada, tukatoa elimu baada elimu, wa likuame, ya kutoa elimu tukaamua kuwaondoa watu waliokuwa wamekaa maeneo hayo ya misitu wanafanyia kazi ndani ya misitu kwa hiyo saa hizi msitu uko salama salimeni, lakini baada ya hilo vile vile tuna wanafunzi hivi sasa wanapata chakula cha kutosha. Ni kwamba wananchi walikuwa na misukosuko mingi ya michango ya kutoka mifukoni, hali ya maisha kimazingira ilikuwa ni ngumu sana. Ni namna gani mwananchi huyo wa aweze kutoa mchango wake mifukoni kwenda kutengeneza majengo kama haya? Kwa hiyo baada ya kwa tumepata mradi huu, imefikia mahali kupunguza sehemu kubwa ya michango ya hapa na pale kwa ajili ya wananchi. Wamekuwa wanafaidika na hilo lakini pia wananchi walikuwa na changamoto ya ulipaji wa michango ya CHF. Lakini huko nyuma tulikuwa tunatoa mifukoni mwetu na pengine tulikuwa tununua madawa kwa, ba... kwa maana ya fedha hizo za mifukoni. Lakini mpaka sasa baada ya mradi kupatikana tumekuwa tunalipiwa michango ya CHF, wananchi wetu wanatibiwa bure ingawa ni kwa mwaka baada ya mwaka tayari tena tunaweza kukatiwa ni bima zingine mpya tena. Majina, naitwa Hawa Shabani hela pia. Mi nashukuru hii stokaboni hewa ukai, tunashukuru, imetusaidia msani. Mimi kwenye ujumbe, tunalipwa mshahara kupitia hii serikali ya kijiji, tunashukuru sana. Kwa hiyo pia wanangu nyumbani wananufaika, napolipa wa mshahara, wanangu wanakula nyumbani, wanangu wanaenda kusoma shuleni, wanatumia chakula hicho cha hewa ukai.